Na idadi ya watu waliofariki kwenye ajali iliyohusisha magari matatu eneo la Cheptangulgei kwenye barabara kuu ya Kaplong-Kericho, kaunti ya Bomet imefikia watu kumi na tano baada ya watu wawili kufariki wakipokea matibabu. Lori ilikuwa na moment ambayo imeshika na juu ilikuwa na msiko wa mteremko. Sasa kijana akajaribu kata hivi, alikata tu moja pita kwa hiyo boda. Sasa vile alikuwa anajaribu kurudisha hiyo Nissan, ilikuwa sasa imekaribia ime ikakongana na mimi. Na naomba serikali naye pia awaangalie hii barabara ya Sotik-Litein, barabara yenyewe ni nyembamba.